Ni safari ya bidii, matumaini na ndoto kubwa. harai jiandaa kucheza na Gambia kati ya wisho ya kufuzu michwano ya afrika ya wanawake226 Kenya inasaka kurejea kwenye mashindano haya kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016 walipocheza fainali zao za kwanza huko Cameroon. Safari ya miaka tisa ya kusubiri inakaribia kutimia. It's an important match for the girls for their careers, it's an important match for the nation. We, we win these two matches, uh, home and away, we play Wafcon. Hii ni mechi ya kwanza kati ya mbili za mwisho za kufuzu. Kila dakika, kila pasi, kila goli ni hatua moja karibu na ndoto ya kurejea Wafcon kupata kitu yenye venye tunaweza jihudumu, itatuweka kiwango ya juu, itakuwa imefungulia young player opportunity ya kucheza nje, itakuwa imeniongezea cup, itakuwa imenifungulia opportunity zingine. Harambee Starlets iko tayari. Nyayo Stadium ndiyo jukwaa, WAFCON ndio lengo kubwa. Safari kurejea kileleni imeanza sasa.